Yeah, so bwana, kitu ambacho kimehappen hapa bwana ni kwamba Harmonize Konde Boy amekuwa very surprised baada ya kukutana na mashine eh, katika duka la sonara, duka launalouza vito vya thamani eh, mambo ya mapete, macheni eh, sana vitu vingine kama hivyo vito vya dhahabu, almasi na vitu vingine tofauti tofauti, ambapo Harmonize bwana amekutana na mashine ambayo ina uwezo wa kuhesabu pesa ukiziweka tu, yani kama vile inapima uzito, inajua ni kiasi gani ambacho kipo umeona bwana. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana baada ya Harmonize kupost hiyo habari katika Insta story yake, na ni jambo ambalo kuna watu wameona kwamba kama vile si kweli e, wengine wanadai kwamba lazima iwe inajua hiyo yu hizo mashine zinajua kutokana na uzito kwamba noti moja ya 1000 ina uzito wa gramu moja. Kwa hiyo gramu zinavyozidi kuhesabiwa ndivyo wanavyojua kwamba eh, zinavyozidi za, gramu zinavyozidi kuongezeka ndivyo wanavyojua kwamba 1000, 1000 ziko ngapi na wakijumlisha wanajua kwamba ni kiasi gani cha pesa. Umeona bwana, iko hapa, kuna mtu amekuja kusanuka kwamba ile ni mashine ya kupima gramu kama vile za dhahabu, basi ukiweka pesa pia ni rahisi sana kupima kutokana na kwamba inajulikana kwamba noti ya 1000 ina gramu moja. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau eh, kama nawe pia unahisi kwamba hiki kitu kweli au uh, unahisi kwamba uh, kuna walakini, hebu eh, tuweke maoni yako katika comment section, toku tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana, unakuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.